Serikali imeiagiza mamlaka ya usimamizi wa bandari nchini TPA kuongeza ubunifu ambinu, wa mbinu zitakazohakikisha shughuli za bandari zinachochea ukuaji wa uchumi kuliko ilivyo sasa. Tupate taarifa zaidi. Akizindua bodi mpya ya mamlaka hiyo jini Dar es Salaam, naibu waziri wa uchukuzi Charles Tizeba amesema ubunifu huo unalenga kuziba mianya ya upotevu wa mapato, ukwepaji wa kodi na tozo mbalimbali. Ameitaka bodi hiyo kupambana na urasimu usio lazima unaochangia kutofikiwa kwa malengo yanayokusudiwa, lakini pia kuhakikisha mfumo wa malipo kwa njia ya kielektroniki unaimarishwa katika maeneo zaidi ili kudhibiti upotevu wa mapato. Unajua, mambo mabaya yana spredi haraka sana, ndio ukweli wa maisha. Yani jambo jema hali halienei haraka mpaka ulisema, lakini jambo baya linasambaa haraka sana, na katika bandari huku wizi, wizi ni jambo ambalo linaenea haraka na linapoteza sifa ya bandari na kwa bahati mbaya uzoefu unaonyesha kwamba bandari wateja wakianza kuikimbia yanakuwa mazoea. Akishazoea kwenda Mombasa, mtu kuja kumrudisha Dar es Salaam ni kazi sana. Naye mwenyekiti wa bodi ya TPA Profesa Joseph Msambichaka ameelezea utekelezaji wa mpango wa serikali wa matokeo makubwa sasa, wenye lengo la kuinua ubora na ufanisi wa bandari kumudu ushindani na kutaka ushirikiano wa wadau. Sisi tunakachibizaidi ni kuhakikisha kwamba tunafanya kazi na wadau wengine kwa karibu, na hicho ndio tumeanza kukifanya. Lakini na bodi yetu itahakikisha haya yana endelezo. Bodi hiyo yenye wajumbe tisa imezinduliwa katika wakati ambao Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na nchi za China na Oman imeanza mchakato wa ujenzi wa bandari ya Bagamoyo katika kijiji cha Mbegani mkoani Pwani. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam Upendo Msuya Channel 10.